Kwa jina naitwa Fatuma Sarumu, nimetokea Morogoro, nimemleta mgonjwa katika hospitali hii ya Mloganzila, mgonjwa wangu wakati namleta alikuwa na hali mbaya, kupumua hawezi. Mloganzila wamempokea madaktari pale, Dr. Baraka akiwa ha ameingizwa ICU toka mwezi wa kumi na moja mpaka leo hii, yupa ICU, hii yupo, ila huduma zao ni nzuri sana, mwanangu anaendelea vizuri mpaka kufikia saizi. Maana hali yenye aliyokuwa nayo sikutarajia kama mwanangu angekuwepo mpaka leo hii, ila kutokana na huduma za hii hospitali nashukuru sana, naishukuru sana hii hospitali, nashukuru sana madokta wa hospitali ya Mloganzila, nashukuru sana manesi, wana huduma nzuri, wana huruma, wanafanya kazi kwa wito. Mwanangu alikuwa hawezi kula, hawezi kupumua mwenyewe wala kutembea, na alikuwa hajui mtu anayeingia wala anayetoka, alikuwa hajui siku wala saa ila leo hii mwanangu anakula mwenyewe, anatembea na ana utambuzi wa kila kitu, anakitambua hana shida ya aina yoyote kwa sasa hivi mwanangu. Ila kutokana na hali aliyokuwa nayo sikutarajia, ila leo hii ananitambua mi mama yake, anatambua kila anaingia na anayetoka, na anajua siku na saa anaitambua.